Wa moyo mkunjufu, ndugu yetu ambaye ni waziri wa nchi ya nje anayewakilisha rais ndugu wa Tanzania, na ningataka kumkaribisha awasalamie, na waomba mpigia kwanza makofi. Kwa hivyo waziri pala mwanawaziri Palamagamba Kabudi karibu. Jina <laughs> kubwa <bubu> sana <laughs>. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta, Mheshimiwa Naibu rais wa Kenya William Samoei Ruto, Mheshimiwa waziri mkuu mstaafu wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Senator Yusuf Haji, mwenyekiti wa kikosi kazi ya task force, kikosi kazi cha jitihada za ujenzi wa madaraja katika Jamhuri ya Kenya. Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku uhai na kutujalia buheri ya afya iliyotuwezesha kukusanyika hapa siku ya leo kwa jambo hili adhimu na azizi hili, nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Kenya kwa heshima hii kubwa aliyonipa, ni siyo istahili kuweza kuzungumza na kaumu hii kubwa kaumu iliyojaa bashasha, kaumu iliyojaa hamasa ya watu wa Kenya. Leo ndugu zangu wa Kenya, mnafanya jambo lisilokuwa la kawaida. Namshukuru sana rais wangu mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambayo ilinipendeza nitume kuja Kenya juzi usiku kama mjumbe maalum yani special envoy, kumwona Mheshimiwa Rais Kenyatta, na kwa sababu jana alikuwa na shughuli nyingi, alipata fursa ya kumwona jioni, ili kumletea salamu na ujumbe kutoka Tanzania. Tuliongea mengi yanayohusu mahusiano kati ya Kenya na Tanzania, yanayohusu kanda yetu na yanayohusu masuala ya kimataifa. Na moja ambalo mheshimiwa Dr. John pombe Joseph Magufuli alinituma niji lilete Kenya ni kuwaeleza wa Kenya, that the United Republic of Tanzania supports the candidature of Kenya for the non permanent seat

Making sure that Kenya gets that position. And uh, it will be a proud not only to Kenya but also to Tanzania. And there are many other issues which we discussed, which are not for public consumption now, because the most strategic. bs baada ya mazungumzo hayo Mheshimiwa Rais Kenyatta aliniomba nibaki kwa shughuli hii ya leo. Nami nikamweleza sina kibali kutoka kwa Rais Magufuli kubaki. Kabla sijafika hotelini, nikapokea simu ya Rais Magufuli. Akanambia nini kimekusibu huko? Nikamwambia, ah, mambo mengi, na yamekwenda vizuri na Rais Kenyatta ameniomba nibaki kwa ajili ya shughuli kesho. Akasema hayo sio maombi, ni maelekezo na maelekezo ya rais Kenyatta ni maelekezo yangu. Kwa hiyo nipo hapa kwa maelekezo, sio maombi, kwa sababu maombi ya mkubwa ni maelekezo, maombi ya mdogo ni maombi hata. <laughs> sisi wa Tanzania tunaposema naomba, iko naomba kweli, naomba, lakini iko naomba na nakwambia lazima unipe, lakini bado nasema naomba na naomba tafadhali, lakini ole wako, usifanye hivyo. Kwa hiyo, mheshimiwa Rais amenituma nilete salamu zake kwenu, ndugu zake wa Kenya. Rais Magufuli anasema anawapongeza wa Kenya kwa kuepusha shari na kuleta shere. Rais Magufuli anawapongeza Wakenya kwa kuondoa uhasama na kuleta tabasamu. Lakini zaidi anawapongeza kwa kuondoa hofu na wasiwasi na kujenga matumaini, matumaini mapya kwa watu wenu. Kwayo, kwa hiyo kwa wanaume wote wa Kenya, kwa wanaume, kwa wanawake wote wa Kenya ni wape hongera. Jipigieni makofi kwa sababu hongera anapewa mwanamke, na kwa wanaume wote wa Kenya ni wape kongole kwa sababu mwanaume anapewa Hong kongole. Lakini kwa Wakenya wote ni waletee pongezi. Kenya na Tanzania sio majirani tu, ni ndugu tena, undugu wetu ni undugu wa damu. Tunazungukwa sisi tuna majirani nchi nane, lakini nchi ambayo makabila au jamii tunazochangia nyingi kuliko zote ni Kenya. Wawe ni Wadigo wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wataita wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wakamba wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wamasai wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wakuria wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wajaluo wa Kenya na Tanzania, wawe ni Wasuba wa Kenya na Tanzania. Lakini kwa nini watu hawafahamu au hawajui? Ni kwa sababu Tanzania hatuzungumzi makabila Tanzania hatukuzi makabila. Makabila yapo lakini hatuyatukuzi, hatuyakuzi. Ndio maana wengi hawajui kwamba Tanzania kuna wadigo. Wadigo wa Msambweni na wadigo wa Tanga ni wale wale, lakini kule wale wadigo ni Watanzania. Wale wa Masai ni wa Tanzania wale Wakamba ni wa Tanzania. na, ya, na, na tunamshukuru sana baba wa taifa marehemu Mwalimu mare, Julius Kambarage Nyerere ambaye mwaka huu tumekuwa na kumbukizi. Kumbukizi, remembrance, kumbukizi ya miaka ishirini tangu alipo yaaga dunia na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kama kuna mtu kule Tanzania amegoma kufa amekataa kufa ni Julius Kambarage Nyerere, na yeye alitusaidia kujenga taifa moja linalotokana na nasaba na asili mbalimbali mbali, na sio tu kwa wale waliotoka Tanzania lakini hata waliotoka nje ya Tanzania. Baba zao na babu zao wakaja Tanzania wao wakazaliwa Tanzania na si ajabu, wengi mnafahamu wako watu waliotoka Kiambu wa Kikuyu wakaenda Iringa, Mfindi kwenye mashamba ya chai wakazaa watoto na hao watoto mmoja wao alikuwa ni Joseph James Mungai ambaye mwaka 1972 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimteua kuwa waziri wa kilimo akiwa na umri wa miaka 29, at the age of 29. Tena alimchagua akiwa nje ya nchi, akiwa Canada anafanya masomo ya uzamili, yani postgraduate studies na Joseph James Mungai alipokuwa anarejea Tanzania ili kuapishwa kuwa waziri, alisimama hapa Kenya, na miongoni mwa watu waliokwenda kumpokea na kumpongeza alikuwa Dr. Njoroge Mungai na mdogo wake Paul Mungai alipanda katika jeshi mpaka akawa meja jenerali. Lakini mtanzania mwingine mwenye asili ya kikuyu Karanja alipanda mpaka kuwa mkurugenzi mkuu ya director general wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania Forest Research Institute. Hiyo ndio Tanzania ambayo tungependa, na nyinyi ndugu zetu wa Kenya mfanane nasi na leo kwangu mimi, jana niliongea na mheshimiwa Rais Kenyatta. Mimi unaweza ukaniita Kaguthi, sawa, nafanana na kikuyu kidogo, na hasa meno yangu, lakini natoka katikati ya Tanzania kwenye bonde la Ufa Tanzania, na nyanya mzaa mama yangu kama angekuwa Kenya ni Mkipsigis, lakini Tanzania ni Mtanzania. Kwa hiyo tunaleta salamu kwenu za kuwaomba watu wa Kenya kujenga Kenya yenye umoja, Kenya yenye mshikamano, Kenya yenye undugu, Kenya inayotaka kuleta maendeleo. Na mwachane na maradhi ya siasa za kikabila. Maradhi hayo ya siasa za kikabila yamewapa madhila makubwa. Na madhila ya Kenya ni madhila ya Tanzania. Mmeruhusu mambo hayo ya ukabila kwa muda mrefu, yamelea rushwa. Na bahati mbaya, katika bara la Afrika tumeruhusu mno siasa za madaraka, politics of power, badala ya siasa za maendeleo, politics of development. Huu ni wakati sisi wote tuzungumzie politics of development, na ndicho hicho kitu kimeletwa na hatua hii ambayo Mheshimiwa Rais Kenyatta na Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Raila Amolo Odinga waliifanya kwa kushikana mikono, na mimi ningeomba nyinyi wote sasa, Shikaneni mikono, shikaneni mikono. Shikaneni mikono. Ah, shikaneni mikono na wote pamoja tuseme Kenya ni moja, Kenya ni moja. Wakenya ni wamoja, Wakenya ni moja, kwa maendeleo ya Kenya, kwa maendeleo ya Kenya, na maendeleo ya Afrika Mashariki. Ukabila kwetu mwiko. Tutaheshimiana, tutastahiana, tutavumiliana, tutakwenda pamoja kama Wakenya na Wanaafrika Mashariki. Thank you very much. And let me say,

why such great people of a grand country endowed with such talents have allowed themselves to be dominated by the scourge of tribalism negative ethnicity ethnonationalism why have they succumbed to parochialism cronism provincialism

It has emboldened us, all of us in East Africa, to see a new Kenya, a prosperous Kenya, a united Kenya, a cohesive Kenya. And a united Kenya means a united East Africa. So, don't think this, is, this is is event is purely a national event. It's a regional event

you need each other fanyeni kazi pamoja mheshimiwa rais <laughs> forgive me for my circumlocutory verbiage <laughs> and perhaps for more what i did not deserve to say but we come with humility as you are relatives we are kith and kin kenya and tanzania god has destined us to be together and will be together in good and bad, in all weather. Our friendship, our relations are all weather. We support each other. And as I said, our support to Kenya is unequivocal and there's no quid pro quo because we are brothers and sisters. Asanteni sana.